Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waisi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana, ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, nikope lako sikio ili niweze kukuchanganulia kwa lugha nyepesi yale ambayo yanazidi kutendeka. Tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription alafu sambaza kanda zetu. Kuanzia wiki jana, Samia na utawala wake ambao ni batili wamekuwa wakipiga kambi katika taifa la Marekani kujaribu kuhonga taasisi mbalimbali mbali za Marekani ili kusafisha jina ambalo waliweza kuliharibu kwa kumwaga damu ya Watanzania wengi zaidi ya elfu kumi, ila hatua hiyo ya Samia Suluhu Hasani kumtumia bwana Thabit Kombo kuelekea Marekani kuhonga afisi mbalimbali mbali, ili kupiga picha naye ili ionekane kwamba bado Tanzania inapendwa na utawala wa Samia Suluhu Hasani unaungwa mkono baada ya kuwaua wananchi. Hii leo katika taarifa ambazo zimeweza kutolewa, rais wa Marekani Donald Trump ameweza kutuma habari mbaya kwa utawala wa Samia Suluhu Hasani, hii leo siku ya Jumatano tarehe 17 Disemba, Marekani wameweza kutoa taarifa kwamba mnamo siku ya Jumanne, rais wa Marekani Donald Trump alipanua kwa kiasi kikubwa marufuku ya kusafiri kwa kuzuia watu pamoja na viongozi kutoka kwa mataifa mbalimbali mbali, ikiwemo Tanzania. Yaani haya machafuko ambayo yalifanywa Tanzania ya kuua wananchi yamefanya Donald Trump kutia sahihi mswada wa kuzuia viongozi wa Tanzania wasije wakatembea kuelekea Marekani. Sasa ninashangaa basi, mbona utawala wa Samia ulikuwa unahangaika kumtuma bwana Tabiti Kombo ili kuzunguka katika afisi mbalimbali za Marekani kuanzia wiki iliyopita ili Uh, iweze kuonekana kwamba bado serikali yake inapendwa. Yaani wacha niwaeleze mpenzi mtazamaji, serikali ya Marekani ni kama muungano wa maaskofu Tanzania Tech. Maaskofu wa Katoliki eh, Tanzania Tech. Yaani nasema Marekani ni kama Tech nikiwa na maana kwamba kupiga picha na Padiri Kitima au Fadha Kitima haina maana kwamba Tek wanakuunga mkono. Unajua, baada ya serikali hii ya Samia kuwaua wananchi, walikimbia wakapiga piga picha wakiwa na Padiri Kitima, wakiwa na maaskofu mbalimbali, wakiwa nafikiri kwamba kanisa la Katoliki litaunga machafuko Tanzania. Idi Amini mama na serikali yake haramu, Samia Suluhu Hassani, na washauri wake wote wenye akili ndogo hawajaji hawajaifunzwa. Kila siku wanarudia makosa yale yale. Mfano, miezi kadhaa walipoona wamepigwa spana kila kona, Mwigulu alikimbia akaenda Kurasani akapiga picha pamoja na Fadha Kitima ndeni, wakaanza kufanya propaganda zao kwa kutumia picha ya Kitima, huku wakisema kwamba muungano wa maaskofu wa Katoliki Tanzania Tech inawaunga mkono. Baada ya wiki mbili tatu hivi, Tech walikuja na tamko nzito kuhusu mauaji ya watu ambayo serikali ya haramu ya Idi Amini Mama Samia Suluhu Hasani ilifanya mnamo Oktoba tarehe 29, na, na jinsi ambayo polisi walikuwa wanaenda kwenye mahospitali na makanisa ili kuomba miili ya watu na kulazimisha majeruhi wasitibiwe badala yake wapelekwe mochari. Serikali haramu ya Samia ikaishia kuumbuka juzi. Waziri haramu wa mambo ya nchi ya kigeni akaenda Marekani, bwana Tabiti Kombo, kupiga picha na baadhi ya viongozi wa serikali ya Marekani. Deni Msigwa pamoja na serikali hii ya haramu wakaanza kutumia picha hizo kufanya propaganda ili kuwadanganya wa Tanzania ili waamini kwamba Marekani inaunga mkono serikali ya chinja chinja. Hazijapita hata siku tatu, hii leo Donald Trump kaingiza eh, rasmi Tanzania kwenye nchi zenye partial travel ban kuelekea US na Idi Amini mama muuaji Samia na wenzake wote walioshiriki kuua wananchi waliokuwa wakidai haki zao wanaenda kupigwa full ban ya kuingia Marekani. Samia na vibaraka wake ambao waliweza kuwaua wananchi Tanzania wataenda kupigwa full ban wasiingie Tanzania. Yani akina Msigwa walivyokuwa wanapambana kusambaza hizo picha aa, na vikapsheni Vya eti tuko Marekani kujenga serikali ya Samia. Aa, haya sasa, basi iko wapi hiyo serikali ambayo walikuwa wameijenga, kipindi ambapo Marekani wameweza kuingiza Tanzania kwenye partial ban, yani marufuku ya baadhi ya viongozi wasiingie Marekani. Na wale viongozi ambao walihusika kwenye mauaji wataenda kupigwa marufuku kabisa wasiingie Marekani. Unajua waenga wanasema kuwa unawezi ukadanganya watu lakini, huwezi ukadanganya milele. Haya sasa, ona mlivyoumbuka. Alafu bana Msigwa kajikausha, kimya, hajaona vile ambavyo taarifa zimeweza kutolewa Marekani. Hivi huu ni mwanzo, serikali ya haramu inaenda kutengwa na nchi zote. Nakwambia ukweli, mpenzi mtazamaji, hii serikali Aa, ya Samia itaenda kutengwa kabisa. Nawaambia ukweli, nawaeleza ukweli hmm? Imagine Samia akafanya propaganda wiki nzima kuwaadaa Watanzania kuwa Marekani inamsapoti mtu ambaye ameua wananchi wengi, ila ubaki madarakani hii leo Trump ameingiza rasmi Tanzania kwenye nchi zenye pa, e, partial travel ban <laughs> yaani Samia kama jinsi mlivyo fosi vyombo vya habari Tanzania vyote, Tanzania kusapoti uongo wenu a, kuwa wanasapotiwa na Marekani na UN wa, e, wapewe ruhusa wa posti na hii Unajua nina imani kwamba vyombo vya Tanzania viwezi vikachapisha taarifa kama hizi kwamba serikali ya Samia imeweza kufungiwa wasitembelee Marekani. Hawawezi kwa sababu wakichapisha haya watakamatwa. Alafu mnachekesha mno hii serikali ya Samia. Nyie si mliwaambia hawa who are you? Mbona sasa mnahangaika kwenye milango kubalika kukubalika na kina who are you. Hmm? Naomba uweze kuangalia hapo, tunaelezwa breaking Trump expands travel ban to an addition of 15 countries, mahala ambapo Tanzania ni moja yao, na tukaelezwa kwamba Tanzania imeweza kuwekewa kitu ambacho kinaitwa pasio ban. Je, Partial visa restriction ni gani? Partial ban ni gani? Partial visa restriction uh, ni njia ya kuzuia matembezi kuelekea Marekani. Yaani limited travel bans a government places on specific individuals or categories of people from another country. Yaani partial ban ni marufuku ya kutoingia nchini ambayo inawekwa na uongozi na ama unaowekwa na serikali na wanawekea baadhi ya viongozi. They are commonly used as a targeted foreign policy or human rights tool. What partial means instead of stopping all visas? the restrictions applies only to number one certain government officials number two security or military leaders number three election officials number four individuals in, involved in corruption stroke human rights number five sometimes their immediate families kwa hivyo kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa hapa mpenzi mtazamaji hii pasho visa, visa restriction ambayo Marekani imeweza kuwekea Tanzania haimaanishi tu kwamba wameweza kuzuia wananchi wa Tanzania wote wasielekee Marekani. Hapana. Hii pasho visa restriction imeweza kuwekwa kwa minajili ya kuzuia baadhi ya watu. Je, akina nani hawa? Namba moja, kuna baadhi ya viongozi ambao wataenda kuzuiliwa wasikanyaga Marekani Akiwemo Samia Suluhu Hasani kwa kuwaua wananchi. Namba mbili, kuna baadhi ya viongozi wa security stock military leaders kama akina Mkunda ambao walisimamia mauaji, kukanyaga Marekani itakuwa ni ngumu. Namba 3, election officials, hawa ambao walisimamia uchaguzi Tanzania wakaiba kura za Watanzania wakawekea Samia kura nyingi hawatawahi kanyaga Marekani mpaka kufa kwao. Hiyo ndio inaitwa partial ban, vilevile corruption stroke human rights abuses. Wale wote ambao walihusika kwenye kuwachinja wananchi Tanzania, wale ambao wameiba mali ya wananchi wa Tanzania, wale ambao wameuza mali ya wananchi wa Tanzania, kukanyaga Marekani itakuwa ni ngumu and sometimes their immediate family members. Unaona, hao viongozi ambao wako Marekani sasa hivi ambao wanawaangaisha wananchi, watoto wao kukajega Marekani itakuwa ni ngumu. Kwa hivyo huu uchafu wote ambao Samia Suluhu Hassani aliweza kufanya Tanzania umeweza kusababisha mpaka taifa la Tanzania limeweza kuwekewa vikwazo vya kutosafiri kuelekea Marekani. Na bado jana niliwaeleza, taifa la Ubelgiji liliweza kuwanyima viongozi wa chama cha walimu Tanzania CWT, chama cha walimu Tanzania, viongozi wawili walinyimwa nafasi. Suleiman Ikomba pamoja na Joseph Misalaba walinyimwa visa ya kutoingia Ubelgiji kutokana na mauaji ambayo yalitekelezwa Tanzania hii leo marekani imeweza kuweka kitu ambacho kinaitwa partial ban mahala ambapo viongozi wa serikali wameweza kuzuiliwa wasitembee marekani viongozi wa polisi na jeshi wamezuiliwa wasikanyaga marekani viongozi waliosimamia uchaguzi tanzania hawawezi wakakanyaga marekani wale ambao waliweza kuvunja haki za kibinadamu hawawezi wakakanyaga marekani pamoja na hata familia zao sasa ninashangaa kina msigwa watasema nini na leo watanitolea machapisho kwenye kurasa za serikali ya Tanzania tu kwamba mimi napotosha wananchi. Unanitazama kutoka wapi? Mpenzi mtazamaji, niambie, ni umepokeaje huu ujumbe?